Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji mkubwa katika uwanja huu, kuongeza maboresho haya, yanaenda kubadili hadhi kabisa. Kupitia rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, anaandika rekodi isiyofutika kwamba kuanzia Januari, uwanja wa ndege wa Arusha ndege zitatua usiku na mchana. nimeenda uwanja wa ndege wa Lake Manyara kule Karatu bilioni 88 zimewekwa uwanja njia ya kurukia mita 1500 jengo la abiria kwa hiyo nako ndege zile ziri ambazo zilikuwa haziwezi kutua pale zitatua <laughs> kila mtu ukimuuliza kuambia Dkt. Samia Suluhu Hassan ametutoa mbali. Wananiambia kwamba ni vigumu wakati mwingine kuonyesha kwamba sasa hivi ni high season, sasa ni low season padogo sana. Kwa hiyo tunapompongeza mheshimiwa rais kwa kazi hiyo kubwa ya kuwa mtangazaji mkubwa wa utalii wa Tanzania, sisi sasa tuendelee kupokea wageni na kuwahudumia vizuri na kutengeneza taswira nzuri ya Tanzania. Naamini Arusha itapiga hatua kubwa, sekta ya utalii itapiga hatua kubwa na mapato ya sekta ya utalii yataongezeka. Nimefurahishwa sana na ushindani wa makampuni ya ndege na uwekezaji mkubwa mnaofanya. <laughs> Nitumie nafasi hii kupongeza uongozi na management ya mamlaka ya viwanja vya ndege hapa Arusha kwa kazi kubwa. Kutokana na maboresho hayo pamoja na ongezeko la idadi ya watalii kufuatia jitihada za serikali hususani kupitia filamu ya Royal Tour, ongezeko la abiria limezalisha mahitaji ya kuunganisha vivutio vya utalii nchini na nchi jirani, na hivyo kupelekea kiwanja chetu kuwa lango la kuingia na kutoka, ambao tunaita entry na exit kwenda mataifa ya jirani. Mamlaka ya viwanja vya ndege kupitia kiwanja cha ndege cha Arusha, tutaendelea kuboresha mazingira kuwa rafiki zaidi na kutoa huduma zilizo bora, ili kile ambacho serikali imefanya kuboresha kiendane na huduma ambazo tunaenda kuzitoa.